Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Oktoba 13, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama habari mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Langu jina ni Yesau Weziri Ngumbi, nyuma ya kamera ni Godla Gustav. Tafadhali ambatana nami na mseto ya leo inaanzia katika ofisi za Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania, ambayo imetangaza ratiba mpya ya uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Siha, mkoa wa Kilimanjaro. Uamuzi huo umetokana na kifo cha aliyekuwa mgombea wa ubunge kupitia chama cha The Civic United Front ama CUF marehemu Daudi Willibrod Ntuyehabi kilichotokea Oktoba 8 mwaka 2025. taarifa iliyotolewa leo na mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Ramadhani Kailima imeeleza kuwa tume ilipokea taarifa rasmi kutoka kwa msimamizi wa jimbo la Siha kuhusu kifo cha Ntuihabi. Na kwa mujibu wa kifungu cha 71 cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka na 2024, uchaguzi katika jimbo hilo ulisitishwa rasmi Oktoba 8, 2025. Kwa mujibu wa INEC, fomu za uteuzi kwa mgombea ubunge wa jimbo la Siha kupitia CAF zitaanza kutolewa Oktoba 15 hadi 21, na siku hiyo hiyo utafanyika uteuzi wa mgombea. Kampeni za uchaguzi wa ubunge wa jimbo hilo zitafanyika kuanzia Oktoba 22 hadi Oktoba 27 ambapo zitasimama kwa muda wa siku saba kupisha uchaguzi mkuu na kutangaza matokeo, na kisha zitaendelea tena Novemba tano hadi Disemba 29 mwaka huu, na uchaguzi utafanyika Jumanne, yani Disemba 30, 2025. Hata hivyo INEC imefafanua kuwa uteuzi mpya utahusisha mgombea wa CAF pekee na hautawahusu wagombea wengine waliokuwa wameteuliwa tayari isipokuwa wale watakao toa taarifa rasmi ya kujitoa. Serikali ya Tanzania inatarajia kuzindua mradi wa kitaifa wa kuimarisha uwezo wa kuzuia, kujiandaa, kugundua, kukabiliana na kudhibiti magonjwa mlipuko na dharura nyingine za kiafya Oktoba 15 mwaka huu. Mradi huo unajulikana kama pandemic fund project unatarajia kutumia shilingi 99.8 bilioni na utazinduliwa na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati dr doto Biteko, jijini Mwanza. Taarifa ya dr Grace Magembe iliyotolewa leo Oktoba 13, 2025, imebainisha kuwa fedha za utekelezaji wa mradi huo zimetokana na ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na wadau wengine wa maendeleo. Wadau hao wa maendeleo watakaoshirikiana na Tanzania katika utekelezaji wa mradi huo ni pamoja na shirika la afya duniani WHO, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF na shirika la chakula na kilimo duniani FAO. Kupitia utekelezaji wa mradi huo, serikali itaimarisha na kuboresha mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa na utambuzi wa mapema na kuimarisha maabara za uchunguzi wa vimelea vya magonjwa. Sambamba na hayo, mradi huo utajenga uwezo wa wataalamu na timu za dharura za afya, kuboresha uratibu wa dharura katika ngazi zote na kuimarisha mawasiliano ya hatari na ushirikishwaji wa jamii. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Israel ambako amekutana na familia za mateka na kuhutubia bunge la Israel Knesset kabla ya kuelekea Sharm el Sheikh nchini Misri kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu vita vya Gaza. Rais Trump amepokelewa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa nchi hiyo Isaac Herzog, muda mfupi baada ya mateka saba walikuwa wakishikiliwa na Hamas kukabidhiwa na jeshi la Israel kupitia shirika la Msalaba Mwekundu. Hamas imesema mateka wote ishirini waliokuwa hai wataachiwa leo kwa kubadilishana na wafungwa zaidi ya 1900 wa Kipalestina. Akiwa safarini kwa ndege ya Air Force One, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba vita kati ya Israel na Hamas vimekwisha. Baadaye leo Trump na rais wa Misri Abdel Fattah al Sisi wataongoza mkutano wa kilele unaolenga kudumisha usitishaji mapigano na kujenga misingi ya amani ya kudumu. Kwa mujibu wa ikulu ya Misri, viongozi wengine wanaotarajiwa kuhudhuria ni rais wa Faransa Emmanuel Macron Kansela Ujerumani Fredrik Mes, Waziri Mkuu wa Uingereza Kei Stama, pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guteres. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza Rais Trump kwa juhudi zake za kutafuta suluhu za mzozo huo, akimwita rafiki mkubwa wa Israel kati ya marais wote waliowahi kupita ikulu ya Marekani ya White House. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 13, asante kwa kuitegea sikio na kutizama. Msomaji ni Samuel Zangumbi, nyuma kamera ni Good Luck Gustav. Asante.